Tuelekee upande wa Kisii sasa ambapo washikadau mbalimbali kutoka Bomachoge Chache wametoa wito kwa serikali na viongozi kutoka Kisii kupiga jeki vikundi mbalimbali mbali vya kijamii kama njia mojawapo ya kukabili ukosefu wa kazi na kupigana na pombe haramu. Katika kikao cha vikundi huko Bomachoge vitengo vya serikali vimetakiwa kutoa ufadhili, kwani vikundi hivyo huchangia manufaa ya jamii kwa upanzi wa miti, mboga, ufugaji wa kuku na kilimo. Tumesaidia wanafunzi ambao walikuwa wanaenda shule, wenye hawachezi kitu ingine. Mmeona mama mwingine mwenye ako hapa kwa majamii hawaonekani kama watu wa maana, lakini hii chama inatuinua na inatupatia inatu, inatu, inatu, msaada kama sisi watu special, na sisi tujiendeleze na hii chama yetu. Tuko na mahitaji mengi, tunataka kusaidiana, tunataka kufungua project. tupanda gufungua tupanda hata chinsaga tuweke uko watu, watu, watu wanunue. Tunataka tena tuweke project ya kuku ili kusaidiana.